Na habari ya wakati huu, mtazamaji wa Electronics Repair Class TZ, na ni kwa wakati mwingine sasa tena nakuelekeza ni namna gani ambapo una uwezo wa kupata quality nzuri kupitia simu yako unapoingia katika channel yangu Electronics Repair Class TZ. Na mpaka sasa, kama unavyoweza kukuelekeza, ni kwamba tunaendelea kupandisha video mfululizo. Kiangalia, kuna video ya kwanza hii hapa ambayo nimetoka ku-upload sasa hivi ambayo inasema ni njia ya kupata, njia ya kupata quality nzuri kwenye nini? Kwenye kutazama video zako, lakini pia kuna jinsi ya kutengeneza simu au kubadilisha mkanda wa power cable na vitu kama hivyo, kupima kupitia power adjuster, lakini pia kuna vitu vingi sana ambavyo tumesha viupload kwenye channel yetu Electronics Repair Class TZ. Sasa maana ya kukufungulia video hii ni kutaka kukuonyesha jinsi ya kutazama quality nzuri. Tena nitaanza na video hii hii ambayo nimesema jinsi ya kutazama quality nzuri. Ukifungua okay, okay. Hii video kwanza nita pause ili tupunguze upande wa makelele ya sauti, lakini pia utakuja kwenye alama ya setting ambayo uko mkono wako wa kulia kwenye simu yako, kwa juu alama inaonyesha ni setting. Ukishagusa alama ya setting itakuonesha kwa juu hapa ki window ambako kimefunguka kuna kitu kimeandikwa quality. Ukiingia hapa kwenye quality, basi unaweza ukachagua quality ambayo unahitaji wewe. Kwa hiyo wewe utachagua kwenye hii hapa imeandikwa high picture quality ambayo ukiingia kwenye high picture quality basi unapata picture ambayo ile video ambayo unaitazama itakuwa na quality nzuri kabisa na quality kubwa kabisa. Okay. Kitu kingine katika video ambazo unaziona hapa, labda kwa video ambazo zilishapita kwa muda mrefu hizi quality yake utapata ni quality ya kawaida tu ambayo ni ya kumi, ambayo ni ya kumi kwa 80p lakini kwa video hizi ziko katika mfumo wa quality nzuri kabisa, ambayo hiyo quality yake una uwezo wa kuipata katika kiwango cha hali ya juu. Ukitoka ukiingia kwenye video kama hivi video kama hii, basi ukiingia kwenye video kama hii, basi utakuja kwenye nini? Kwenye swala la quality, ambako utaingia kwenye alama ya setting ambayo iko mkono wako wa kulia kwa juu kwenye video yako ukigusa hiyo alama ya setting basi, utapata neno la kwanza kabisa kwenye hii dashboard itakayofunguka hapa. Inaonyesha ni quality. Ukigusa kwenye quality, basi utakuja kuchagua, utaweka vema kutoka kwenye auto. Hapo chini yake kuna hii imeandikwa high quality picture. Ukigusa kwenye high quality picture, basi utapata quality nzuri kabisa ya video ambayo inaonekana katika mngao wa kujitosheleza na Electronics Repair Class TZ. Kwa sasa tuko na video zenye quality nzuri pamoja na sauti. Kwa hiyo marekebisho yameendelea kufanyika. Kwa wale wote ambao mmeendelea kunisubscribe basi nashukuru sana, na lakini pia endelea kuwakaribisha wale watu ambao bado hamja subscribe kwenye channel yangu Electronics Repair ya Class TZ. Kama hujasubscribe, basi naomba gusa alama subscribe, ili tuweze kuwa pamoja kila tunapopandisha video na uweze kuwa mshirika mzuri na mtazamaji wa mafunzo ambayo yanaendelea paka sasa hivi uwe uko vizuri kabisa katika matengenezo yako ya vifaa vya umeme. Inawezekana ukawa sio fundi, lakini ikakusaidia kufahamu tatizo la kifaa chako ni lipi, na namna gani ambavyo litaweza kusoviwa kwa mafundi ambao unaweza kuwapelekea, wataalamu kabisa wa mambo ya umeme. Na Electronics Repair Class TZ we are for you. Thank you.